Habari yako mzazi na mlezi, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu sana pia kwenye video hii maalum ambapo leo nitakuonesha kwa kina kabisa sababu ishirini na tatu zilizothibitishwa na tafiti za kisayansi ambazo zinaelezea jinsi michezo ya kidijitali inavyoweza kuwa na manufaa kwa watoto wetu. Hata hivyo sababu ya saba, ya kumi na ya kumi na nane zitakuwa na tahadhari kubwa zaidi, kwa sababu zimeonekana kuwa na madhara makubwa kiafya na kisaikolojia kwa mtoto. Hivyo sikose kuangalia video hii mpaka mwisho kabisa, ili ujifunze kwa kina na uchukue hatua zinazofaa kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama na anapata manufaa haya kwa kiwango kinachofaa. Mimi ninaitwa Muhere Madam.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 Sababu ya kwanza, michezo ya kidigitali inaimarisha sana uwezo wa mtoto wa kufikiri kwa undani na kufanya maamuzi kwa ufasaha. Tafiti za wataalamu wa akili zimebaini kwamba wakati mtoto anapokabiliana na vikwazo katika michezo, hii inakuwa na nafasi ya kutumia nguvu ya ubongo wake kusuluhisha matatizo. Hali hii inamfanya kuwa na uwezo mkubwa wa kushughulika na matatizo yake kila siku shuleni na nyumbani. Sababu ya pili, Husaidia kukuza umakini na kudumu kwa mtoto. Michezo mingi ya kidigitali inaweka vikwazo ambavyo mtoto lazima avipitie hatua kwa hatua. Hii inamfanya mtoto kuwa makini zaidi, jambo ambalo linamsaidia hata katika masomo yake ya darasani ambapo inahitajika umakini wa hali ya juu. Sababu ya tatu, michezo ya kidigitali huchochea sana ubunifu wa mtoto. Kadiri mtoto anavyocheza anashirikisha mawazo yake kubuni njia mpya za kushinda michezo. Tafiti za kisayansi zimeonyesha kwamba ubunifu huu unamwandaa mtoto kuweza kutatua matatizo ya aina mbalimbali anapokuwa mtu mzima. Sababu ya nne, huongeza uelewa wa kujifunza kwa vitendo. Watafiti wanabainisha kwamba watoto wanapocheza michezo ya kidigitali wanapata nafasi ya kujifunza kwa kufanya wenyewe badala ya kuangalia tu au kusoma. Hii huchochea utayari wa mtoto kujaribu mambo mapya kwa ujasiri. Sababu ya tano: inamfundisha mtoto ujasiri wa kukabiliana na changamoto. Kila wakati mtoto anapokabiliana na hali ngumu ndani ya michezo, anapata uzoefu wa kupambana na changamoto bila kukata tamaa, jambo ambalo ni muhimu katika maisha halisi. Sababu ya sita, michezo hii inaboresha sana uwezo wa kushirikiana na wengine. Watoto wanapocheza michezo inayohusisha wachezaji wengi, wanajifunza kuwasiliana vizuri, kufuata maagizo na kuzingatia maoni ya wenzao. Utafiti unaonesha kwamba tabia hizi ni muhimu katika maisha ya kijamii ya mtoto. Sababu ya saba, hii ni moja ya sababu hatari zaidi. Michezo ya kidijitali inaweza kumfanya mtoto kuwa mvivu kushiriki katika kazi za kila siku kama vile kusaidia kazi za nyumbani. Tafiti zimeonyesha kuwa watoto wanaotumia muda mwingi kwenye michezo hii hupoteza motisha ya kufanya majukumu muhimu, jambo ambalo linaweza kuathiri malezi bora na maendeleo ya kiakili ya mtoto. Sababu ya nane, inamfanya mtoto kuelewa umuhimu wa teknolojia. Michezo hii inampa mtoto nafasi ya kujifunza misingi ya kidijitali kama vile kutumia kifaa cha kielektroniki kwa usahihi, jambo linalomwandaa kuingia kwenye ulimwengu wa sasa unaoendeshwa na teknolojia. Sababu ya tisa humfundisha mtoto kukubali kushindwa. Kwa sababu michezo mingi ya kidigitali ina changamoto nyingi, mtoto anajifunza kuwa kushindwa si mwisho wa mafanikio, bali ni daraja la mafanikio makubwa zaidi. Sababu ya kumi. Sababu hii pia ni hatari zaidi. Tafiti za kiafya zimeonyesha kuwa michezo ya kidijitali inaweza kuathiri usingizi wa mtoto kwa sababu ya mwanga unaotoka kwenye skrini pamoja na msisimko mkubwa wa akili. Hii inaweza kumfanya mtoto kupata usingizi wa shida na kupoteza ubora wa afya yake ya akili na kimwili. Sababu ya kumi na moja, inaimarisha uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Wakati mzazi anaposhirikiana na mtoto kucheza, wanakuwa na mazungumzo yenye kuleta upendo na uelewa, jambo ambalo linaimarisha uhusiano wao na kusaidia katika malezi bora. Sababu ya kumi na mbili, ni chanzo cha burudani na starehe. Wataalamu wanasema kuwa michezo hii inaweza kusaidia kumtoa mtoto kwenye mawazo mazito kumfanya afurahie muda wake wa mapumziko na kupunguza msongo wa mawazo. Sababu ya kumi na tatu: huinua ujuzi na utaratibu kati ya macho na mikono. Michezo ya kidigitali huhitaji mtoto kutumia macho na mikono kwa wakati mmoja, jambo ambalo linakuza sana ustadi wa mwili na ubongo kufanya kazi kwa pamoja. Sababu ya kumi na nne: huchochea ushindani wa heshima. Michezo mingi humfundisha mtoto kushindana kwa njia ya heshima na kufuata kanuni, jambo linalojenga msingi wa uadilifu maishani. Sababu ya kumi na tano: humfundisha mtoto jinsi ya kutumia muda wake kwa hekima. Michezo mingi ina muda maalum na kukamilisha jukumu, jambo ambalo linampa mtoto uelewa wa kupanga muda wake vizuri, ili aweze kupata matokeo bora. Sababu ya kumi na sita, huchangia kuongeza ujuzi wa lugha kupitia maelekezo ya maandishi au sauti katika michezo hii. Mtoto anajifunza maneno mapya na misemo ya kuwasilisha mawazo yake kwa ufasaha. Sababu ya kumi na saba, michezo hii mara nyingi ina wahusika wenye maadili mema. Mtoto anapoona wahusika wenye tabia njema anajifunza kuwa na adabu na nidhamu, jambo linalojenga tabia njema. Sababu ya kumi na nane Sababu hii pia ni hatari zaidi. Michezo ya kidigitali inaweza kumsababisha mtoto kutengwa na jamii, kwa sababu ya kutumia muda mwingi peke yake. Tafiti zimethibitishwa kuwa watoto wanaotumia muda mwingi kwenye michezo hii wanapoteza ujuzi wa kuwasiliana na watu halisi, jambo ambalo linaweza kuathiri mahusiano yao katika maisha ya kawaida. Sababu ya kumi na tisa, inamfundisha mtoto umuhimu wa kufuata sheria Michezo ya kidigitali ina kanuni na sheria ambazo mtoto lazima aziheshimu ili afaulu, jambo ambalo linamfundisha nidhamu ya hali ya juu. Sababu ya ishirini: huchochea hamasa ya kujifunza. Michezo mingi ina masomo ya hisabu, historia au sayansi, jambo linalomfanya mtoto awe na shauku ya kupata maarifa mapya. Sababu ya ishirini na moja: hupunguza uoga wa kuzungumza na watu wapya michezo ya kidijitali mara nyingi inamruhusu mtoto kuzungumza na wachezaji wengine jambo linaloimarisha ujasiri wake wa kuzungumza na watu tofauti. Sababu ya ishirini na mbili: husaidia katika kufanya maamuzi ya haraka. Michezo hii humweka mtoto kwenye hali ya kufanya maamuzi sahihi bila kupoteza muda, jambo linalofundisha umuhimu wa kuamini maamuzi yake. Sababu ya ishirini na tatu: humfundisha mtoto umuhimu wa kuweka mikakati ya kufanikisha malengo. Michezo hii inampa mtoto uzoefu wa kupanga hatua kwa hatua hadi kufanikisha lengo kubwa, jambo ambalo linamfundisha uvumilivu na juhudi. Asante sana kwa kuangalia video hii kwa makini hadi mwisho. Kama umejifunza kitu kipya leo kuhusu michezo ya kidijitali na jinsi inavyoweza kuwa na manufaa kwa watoto wako, hakikisha unadhibiti muda wa kutumia michezo hii ili mtoto wako apate faida na kuepuka hatari ya sababu ya saba, ya kumi na ya kumi na nane. Bila shaka umejifunza kitu kipya. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine.